Sisi ni wamoja na umoja wetu haukutokana na uganga wa kienyeji. Umoja ule umeundwa kutokana na maamuzi ya asili. Kwa hiyo, ukiona nchi yetu watu hawabaguani kwa rangi, hawabaguani kwa makabila, hawabaguani kwa dini, hapo ndipo msingi uliotuleta jenga sisi sasa ukikuta mtu ana akili timamu tena kiongozi wa kisiasa anataka kubomoa umoja huu, huyo mwambieni umekosea njia, umwambie hapo umekosea, umepiga wrong namba. Unajua huwa unapiga halafu anakwambia namba uliyopiga haipatikani. Sasa mwambie hapa ulipopiga namba ambayo haipatikani. Nawaambia akija mtu anaeleza sera zake ambazo zinaashiria uvunjifu wa amani, waambie yeye umepiga wrong number. Na madiwani watakaochaguliwa kwa utaratibu wa haki. <laughs> tano tena kama alikuwa nayo mitano, kama alikuwa na, na mitano halafu hayumo ni mitano tu mipya <laughs> maana sio kila mtu ni mitano tena. ah, mitano tena ni Samia, wengine tunachujana. na kwa vikao vikao vya kata vikao vya wilaya v na vikao vya mkoa odo, tendeni haki kwa wanachama wenu. Narudia, watendeeni haki wale wanaostahili haki, msiwarete wale ambao wanafikiri rushwa ndio jibu.